Wamemwondoa mwalimu. Tunarudia tena, tuseme hivi wajirekebishe. Kama wanatafuta mwalimu kwa kipindi hiki, wasitafute mwalimu wa mipango endelevu ya mbali, watafute mwalimu wa maandalizi ya muda mfupi, ili tufanyikiwe, mwalimu aonekane bora. Kama unataka mwalimu bora, lazima utengenezane utengeneze naye mipango ya ya muda mrefu, ili mfanyikiwe. Na mipango ya muda mrefu mwalimu, inawezekana akafungwa mechi nne mfululizo au tatu, kwa sababu bado yuko katika, katika kujenga sasa na huyu akifungwa mechi nne au tatu na yeye tutamuondoa. Eh? Maana kuna vitu tutajiuliza, hatupate at, at, majibu. Tumefukuzwa makocha wengi hapa katikati. Ukiachea huyu wazazi. Lakini makocha wengi. Sasa, je, mipango yetu ikoje? Tusho kwa tunahitaji. Simba inaenda pre-season iende na mwalimu ambaye tutamaliza naye msimu. Tumeenda pre-season na mwalimu mwingine. Tumekuja kuingia kwenye ligi, tumeanza na Salamani Matola. Lakini tumeenda kwa mashindano ya ya kimataifa, tuna mwalimu mwingine bado tuko na mashindano ya, ya kimataifa, tunatafuta mwalimu tena mwingine. Sijajua wamemwondoa kwa sababu ya zile mechi mbili, wamemwondoa kwa sababu kuna wachezaji hawachezeshi, kwa sababu kila mwalimu ana plani yake. Watambue kwamba mwalimu yule alivyoletwa yeye sio alofanya usajili, na plani zake saa ingine haziendani na wachezaji ambao nyinyi mewasajili sasa hapa kidogo kuna nipa ulaki, ndio maana anasema sasa hivi ile kamati ya, ya, ya kutafuta makocha pamoja na ya ufundi watafakari mwalimu gani ambaye atakuwa na maandalizi ya zimamoto ili tufanyikiwe kwa haraka haraka, tusije tukamfukuza na huyo atakayekuja, na bado tuna mechi zingine nne na bado kwenye ligi ndio kwamba tuna mechi tatu. Kwa hiyo mimi niwaambie viongozi, sisi tuna imani na wao na walimtafuta mwalimu, tulikuwa sisi hatumjui lakini nadhani tulimwongelea mwalimu kwa mema, hamna mtu alomwongelea mwalimu kwa baya. Sasa leo mwalimu baada ya mechi mbili tatu kafukuzwa. Mi naomba wajitathmini tena, watafute mtu ambaye ni sahihi wa kututoa tulipo kwenda kwenye sehemu nyingine, kwa sababu Simba so klabu ndogo kwamba kila muda unafukuza walimu. Lazima uwe na programu maalum na mwalimu uliokuwa naye, ikiwezekana miaka miwili mitatu, ili mfanikiwe. Sasa mechi mbili tatu mwalimu kafukuzwa, kwa upande fulani mi niseme mwalimu katolewa kafara. Kwa sababu kuna vitu vingi ndani ambavyo vinafanya Simba ifanye vibaya, lakini viongozi wao wenye mamlaka wamemwondoa mwalimu, ila kabla ya mwalimu, kuna viongozi walisema kuna watu wanatuhujumu ili tufungwe. Sasa sidhani, si kama katika watu wanaohujumu na mwalimu yupo? Sidhani, kwa sababu mwalimu kaajiriwa ili aje kufanya kazi. Sasa kama walikiri wenyewe kabisa kwamba kuna watu wanaohujumu, na Simba ikifungwa wanafurahi, leo unamwondoa una mwalimu, ina maana hapa bado inaonekana kuna tatizo sasa tunawaomba wasitibu, wasitibu, wasitibu watibu tatizo, wasitibu kidonda juu, watibu kidonda mpaka ndani kipone, kwa sababu ina, inaonekana simu kuna tatizo. Kuna walimu wengi sana tumeondoa makatikati, lakini bado inaonekana timu yetu ina tatizo lile lile, tukilikava e, mechi tano sita baadaye tunakuja kurudi tena kwenye mfumo ule ule. Sasa hapa kuna shida Nandoma, taseva, wakai, na ndio maana tunasema viongozi wetu wakae na wajitafakari. Wamemwondoa mwalimu ambaye watu walikuwa na, na imani na wenyewe viongozi viongozi walituthibitishia kwamba mwalimu yule ni bora na atatusaidia, lakini mwisho wa siku kashindwa, amemuondoa wamemwondoa. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupinga uamuzi wa viongozi, washaamua. Tunasema watafute mwalimu aliyokuwa bora ili atupeleke mbele. E, ile ile falsafa aliyokuwa anatumia mwalimu mi nadhani haikuwa mbaya, lakini je inaingiaje kwa muda mfupi? Katizo, muda mfupi, hujua tatizo muda tunayempa mwalimu ambaye tunamwajiri unakuwa mfupi, kwa hiyo hawezi kufanya kile kitu kwa kwa muda mfupi akafanikiwa. Inawezekana plani yake ilikuwa bora zaidi, lakini je, kwa wakati gani? Na sisi tunaenda kwa mashindano gani? Kwa sababu plani aliyokuwa anaifundisha tulikuwa tunaona timu yetu ilikuwa inatengeneza nafasi nyingi kuliko timu pinzani nayo, lakini kwenye kumalizia kulikuwa hakuna kitu. Inawezekana katika umaliziaji mwalimu wae, wachezaji walikuwa bado hawajapata hawa yale mafunzo ambayo mwalimu kawapa. Lakini ukiniambia timu yetu ilikuwa haichezi vizuri kwa mandi fulani, mimi siwezi kuungana mkono na wewe. Timu yetu ilikuwa inaanza vizuri na kucheza vizuri, mojawapo ni kutengeneza nafasi, si matengeneza nafasi nyingi sana, lakini walikuwa wanapoteza chini ya mwalimu, nini, nini, nini, pante. sasa sijajua wamemwondoa kwa sababu ya zile mechi mbili, wamemwondoa kwa sababu kuna wachezaji hawachezeshi. Kwa sababu kila mwalimu ana plani yake, watambue kwamba mwalimu yule alivyoletwa, yeye sio alofanya usajili, na plani zake saa nyingine haziendani na wachezaji ambao yeye mewasajili. sasa hapa kidogo kuna nipa ulaki, ndio maana anasema sasa hivi ile kamati ya, ya, ya, kutafuta makocha pamoja na ya ufundi watafakari mwalimu gani ambaye atakuwa na maandalizi ya zima moto ili tufanikiwe kwa haraka haraka, tusije tukamfukuza na huyo atakaye kuja. Kwanza sijasema kuna baadhi ya wachezaji wana ujumbe timu, hapana. Kuna kiongozi mkubwa ambaye ni, ni mwenyekiti wa bodi yani, alisema kuna watu wako ndani Simba ikifungwa na furahi kama wana furahi, maana kuna vitu wanafanya ili ili sisi tupoteze game. Sasa swali linakuja sehemu moja kama kiongozi mkubwa ambaye na yeye ndo aliandamana andama, ali na timu kutoka Tanzania kwenda Mali kuhakikisha tunapata matokeo, na yeye na ndo alosema kwamba kuna watu wako ndani wanahujumu timu yetu, na kiongozi huyoyo akiwa ndani kocha akafukuzwa, na yeye akiwa ndani. Sasa hapa tuna swali tunajiuliza Wanasimba, kati ya maneno aliyosema mwenyekiti wa wa bodi upande wa wa mwekezaji au mwalimu timu inacheza vibaya na ndio maana kafukuzwa hapo. Kuna kauli mbili, ndio maana nasema mwalimu katolewa kafara, kwa sababu inawezekana kosa lililofukuzwa mwalimu sio la kwake, lakini kafukuzwa mwalimu. Sasa sisi kwa sababu wao ndo walimwajiri mwalimu na wao ndo walijua mipango ya kwao wao na yule mwalimu, inawezekana mkataba wao waliandika naye kwamba mechi mbili tukipoteza uondoke, sisi hatujui kwa sababu mikataba iko ndani asili. Sasa wamemuondoa mwalimu, tunarudia tena tuseme hivi Wajirekebishe. Kama wanatafuta mwalimu kwa kipindi hiki, wasitafute mwalimu wa mipango endelevu ya mbali, watafute mwalimu wa maandalizi ya muda mfupi, ili tufanyikiwe, mwalimu aonekane bora. Kama unataka mwalimu bora, lazima utengeneze naye mipango ya ya muda mrefu, ili mfanyikiwe. Na mipango ya muda mrefu mwalimu inawezekana akafungwa mechi nne mfululizo au tatu, kwa sababu bado yuko katika katika kujenga. Sasa na huyo akifungwa mechi nne au tatu, na yeye tutamuondoa. Eh, Maki kuna vitu tunajiuliza hatupate at, at, at, at, majibu. Tumefukuzwa makocha wengi hapa katikati. Ukiachea huyu wazazi. Lakini makocha wengi. Sasa je, mipango yetu ikoje? Tuso kwa tunahitaji. Simba inaenda pre-season, iende na mwalimu ambaye tutamaliza naye msimu. Tumeenda pre-season na mwalimu mwingine. Tumekuja kuingia kwenye ligi, tumeanza na Salmani Matola. Lakini tumeenda kwenye mashindano ya ya, ya, ya kimataifa tuna mwalimu mwingine. Bado tuko kwenye mashindano ya, ya kimataifa tunatafuta mwalimu tena mwingine. Sasa hapa kwa kusema kweli, mimi niseme kwa upande wangu, mwalimu kadondoshewa gunia la Somalia na, na, na, na linamchoma, lakini kadondoshewa gunia la Somalia lina linamchoma. Kama kiongozi alikiri kuna watu wanatuhujumu tufungwe kwa, ni, kwa nini mwalimu aonekane yakai. Simba ina ina makundi mawili kwenye kwenye system yake ya ya ya mashabiki wa, wa klabu. Kwanza kuna system rasmi ambayo ni ya wanachama. Na mimi ni mwanachama pili. Kuna sistimu ya mashabiki lakini kuna matawi ambayo kama unavyoona hapa e, vilio vyote vya, vya wanachama na mashabiki vinakuja katika tawi, then baada ya pale viongozi wa makao makuu wanaitisha vikao vya viongozi wa matawi. Tuna, tunazungumza kwenye vikao vyetu vya matawi na tunapeleka malalamiko yetu kwamba hapa kuna sehemu tumekosea, kuna hapa tumekosea, kuna kwa hiyo baada ya kupeleka zile hoja, kuna mambo ambayo inabidi yajadiliwe E, inawezekana wakajadili au inawezekana wakapuuza, lakini sisi kama viongozi wa matawi tunapeleka malalamiko yetu kwamba sasa hivi tunaona kuna sehemu tuna faili hapa, kuna sehemu tunaweza hapa, kuna sehemu tu, tu, tuende kuongeza nguvu sasa. Kufanyia kazi au kutofanyia kazi, hilo ni mamlaka ya wao viongozi. Ndio maana kuna vitu nahisi kama havikuwa sawa, ndio maana umeona mkutano juzi watu kama vile wamepaniki, kwa sababu inaonekana hawakuandaliwa wakiwa huku chini katika Ma, kwenye mawazo yao nimesikia, kuna kuna watu wanne waliandika barua ya kuomba baadhi ya vitu viende kuingizwa, lakini hao watu sijajua kama vitu vyao viliingizwa katika katika malalamiko, ila tumeenda katika mkutano, kuna vitu vingine watu wamepani. kwa hiyo malalamiko yetu rasmi tunapeleka katika vikao ambavyo tunavyokaa vya ndani vya viongozi wa matawi, viongozi wa wilaya na viongozi wa makao makuu, na tunafikisha salamu kupitia. Sababu mshabiki kusema kwake, labda aseme kwenye vyombo vyenu vya habari lakini kwenye chombo cha habari ujumbe unawezekana uka, ukafika ila, ili ili ujumbe uwe na nguvu, lazima ufike kwenye tawi upeleke taarifa viongozi wa tawi wafikishe, na sisi tunafikisha. Ndio maana hata juzi umeniona mimi mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa nimekuwa mkali kwa kwenye kikao, kwa sababu wanachama wangu wamenituma, wengine hawajaja, na mashabiki ambao wengine wako nyuma ya tawi la Mpira Pesa wanahitaji kujua tulichojadili katika mkutano. Mwisho wa siku, kuna baadhi ya vitu hatujajadili, ndio maana tukasema kuna sehemu mwenyekiti katukosea kwa sababu tungejadili nikatoka na hoja zilizojadiliwa kwenye kikao. Hata mshabiki ambaye kwenye mkutano wa wiki akija kwenye tawi na muita hapa ofisini, tunajadiliana tunamwambia, na yeye anatupa mawazo, kwa sababu kuna mawazo mengine wanachangia, wengine sio wanachama, ni mashabiki ambao kadi hawana, lakini inawezekana wana michango wana michango mizuri ambayo itatusaidia klabu yetu kusonga mbele. Ndio maana Mpira Pesa tunapokea, uwe mshabiki uwe mwanachama, kama una hoja za msingi tunaziandika na tunazipeleka sehemu tunaenda kuzijadili.